Je, ya tatu ni nini? wal ihsani waqada rabbuka Alla ta'budu illa iyahu wa bilwalidaini Ihsanan na hii ihsani ndo imekuza sana Uislamu. Ihsani kumtendea mtu ihsani, wako watu walislimu baada ya kuslimu, wale waliowaslimisha wakawapa na pakukaa kaa. Hapo nyote nafikiria mnajua umri wenu, mnajua watu walipewa wake, watu walipewa mashamba, watu ehsani, yaani mtu anamthamini mtu. Ah, umeslimu ah, eh, sasa kule unakwenda bwana, utaishi na nani ah? kule kote ni, ni, ni, ni wa, wa dini hiyo nyingine. Sasa bwana, unaonaje ukaja ukakaa hapa? Wako watu walifundishwa kazi na wazazi wetu sisi ihsan kumtenda mtu ihsan, na hiyo ihsan inakwenda mbali antutia man haramaka. Eh, ihsan ni pamoja na kumpa mtu ambaye yeye hakupi Allah. Eh, antusila man kataaka, umuunge mtu ambaye ameukata. Sasa sisi katika Uislamu wetu ah, mimi Bwana Sheikh Omar huwa anakuja bwana, mimi siwezi kuacha kuwa cha kwenda. Uislamu hauko ah, hivyo. Uislamu hata kama ye alikuwa haji, akipata jambo wewe unatakiwa kwenda tu. Ye alikuwa hakupi, uwe mpe tu, ndio ihsan. Nimeeleweka jamani? Hiyo ni njia ya ngapi? Ya tatu ya kuunga udugu.